Waziri Mkuu wa Ufaransa, Sebastien Lecornu amejiuzuru saa chache tu baada ya kutangaza baraza lake jipya la mawaziri, katika hatua ya kushangaza iliyozidisha zaidi mgogoro wa kisiasa nchini humo. Waziri mkuu huyo ambaye ni mshirika wa karibu wa rais wa Ufaransa anayeandamwa kisiasa Emmanuel Macron alikuwa hajamaliza hata wiki nne madarakani, jambo linalomfanya awe waziri mkuu aliyedumu kwa muda mfupi zaidi katika historia ya jamhuri ya tano ya Ufaransa. Lecornu alikuwa waziri mkuu wa tano wa Ufaransa katika kipindi cha chini ya miaka miwili. Nchi hiyo imekwama katika hali ya mparano wa kisiasa tangu uchaguzi wa dharura wa mwaka 2024 ulioitishwa na Macron uliposhindwa kutoa chama chenye wingi wa kura bungeni. Saa kumi na mbili tu baada ya kutangaza baraza jipya lililokuwa na mawaziri wengi wale wale waliokuwepo awali, Lecornu amekabiliwa na upinzani mkali kutoka pande zote mbili za siasa kushoto na kulia, ambazo zote zilipata nguvu kubwa katika uchaguzi uliopita. Bruno Retailleau, kiongozi wa chama cha Republicans, chama cha jadi cha mrengo wa kulia, ambaye alibaki na nafasi yake kama waziri wa mambo ya ndani katika serikali ya Lecornu, alionyesha hasira kubwa kuhusu uteuzi wa mawaziri. Ameandika kupitia X, muundo wa serikali hauonyeshi mwelekeo mpya kama ulivyoahidiwa. Baraza jipya la mawaziri lilikuwa na mawaziri kumi kutoka chama cha Macron, idadi kubwa zaidi hata kuliko ile ya serikali ya kwanza ya Macron mwaka 2017 iliposhinda madarakani kupitia chama chake kipya cha wastani Centric Party. Kati ya mawaziri kumi na watano hakukuwa na uwakilishi wowote kutoka kwa vyama vya mrengo wa kushoto au mrengo mkali wa kulia vilivyoko bungeni. Mtazamo wa Hotel uliungwa mkono pia na chama cha mrengo wa kulia mkali. Tuliwambia wazi waziwazi, waziri mkuu ni mabadiliko au ni kura ya kutokuwa na imani naye, ameandika Jordan Bardela, rais wa chama cha National Rally kwenye mtandao wa X. Bardela amemlaumu Macron kwa kuanguka kwa serikali, akimtuhumu kwa kuchagua baraza la mawaziri mwenyewe na kudai Lecornu hakuwa na nafasi yoyote ya kufanya maamuzi, huku akilitaka bunge la taifa livunjwe. Hasira pia zimeonekana upande wa mrengo wa kushoto wakiandika, serikali hii ya muda mfupi inaonyesha jambo moja tu, Macronism imerudisha tena nchi kwenye machafuko. Amesema Aful de la politi, msemaji wa chama cha Socialist Party ya Ufaransa, Jumatatu asubuhi kupitia X. Hasira maalum zimeelekezwa kwa uteuzi wa Bruno Le Maire, waziri wa zamani wa fedha, kuchukua nafasi ya Lecornu kama waziri wa ulinzi wa Ufaransa. Le Maire ndiye aliyesimamia ongezeko kubwa la nakisi ya bajeti ya taifa wakati wa janga la Covid-19. Soko la hisa la Paris limeporomoka kwa asilimia 1.7, huku hofu ikiongezeka kuhusu bajeti ijayo ya taifa hilo. Hii ni Poa Media.